Kwa jina la kimwajazi ni Young Master mimi, okay. Nilikuwa okay. Nazungumuza na nitazidi kuzungumuza, wacha magugu yazidi kufanya nini, kung'olewa. Katikati ya serikali hayo ni magugu natutaona haya kusema ni magugu. Wacha magugu yafanye nini yang'olewe. Kitu ya kwanza kwauma, aking'olewa eti Ruta asikanyage wapi, Meru bwana. Huyu ni rais bwana, alisimama peke yake bila mtu yeyote akashinda. Swali ni je, mtamshinda? La pili, la pili, la pili, ukisini wanatukuza nani? Raila Matiang'i akienda huko, mnajua Jaluo mzuri na si siasa ya ukabila, na wauliza tu, mnawajua vizuri watatumia hiyo kitu. Jambo la tatu, jambo la tatu, nimeona hapo mwenzangu akisema eti CBC inachukua mayai moja moja kwa kila mwanafunzi sijui mara nini sijui mara nini, nyanya moja moja imesaidia sana, lakini kama ya wezi ona kitu yoyote kuna wenye wako wanaona nimetaka kusema hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii CBC imesaidia watoto wengi sana. Kuna wale wenye hata wezishikanisha maslolana, yaani mtu wanafunza, lakini yapo anahesabu vitu zake kwa kichwa yake. Sasa imesaidia wanafunzi, wenye wanajua kucheza mpira wanabaki wakijua kucheza mpira, wenye wanajua kalamu wanabaki kwa kalamu. Mambo ya shaa ni mtu mmoja tu anajua na yeye ndio refu refu akisema, hiyo ni penalti, ni penalti. Sasa msubiri mpaka siku yenye Ruto atasema SHA inafanya kazi. Mimi sina maneno mengi, nimetaka tu kuwaweka sawa na niwaambie SHA haifanyi kazi mpaka siku yenye itafanya kazi kama mmaambiwa na rais. Asante sana, ibadilika.